Akizungumza na idhaa hii kwa njia ya simu Oscar Balinda, naibu msemaji wa AFC M23, amesema kwa sasa kundi lao na serikali ya Kinshasa imepiga hatua kubwa katika mchakato wa kutafuta amani na usalama mashariki mwa Kongo, ikiwemo usitishaji wa mapigano iza kweli. Kwa sababu sisi tuko Doha e, kwa kwa maongezi na government ya Kinshasa, najua tume imekuwa e, safari ya ya sita hii, lakini isi, tukisema sisi tukingali tuki mudoha ya tano. Doha ya tano ni kusema masikilizano hiyo tumesaini ya ya, ya ya, ya declaration of principles, ndio tuko tunatia in action, tuko tunatengeneza tuko tunatia tuna implement tunafanya miza nevre yayo ndio tuko tunatengeneza unayo, kulikuwa kitu ya ya kuachilia wafungwa wa, wa, wa, wa, wa, wa vita na sisi tuko na wafungwa wetu wenyewe biko Kinshasa ile ile neno ile tulipatia e, ICRC Croix Rouge au CICR ndio iko inafuatilia. Sasa kwa leo tumetia signature kwa kitu ya ceasefire, kwa ya kusema cessez-le-feu kusema kwa kusimamisha e, vita. Vita imeshimama. Sasa wakongomani tutaikala sasa ndio tuongee ma causes profonde ya makonflit ile ma, ma, ma, ile ile kusema ma root causes ya conflict yenye inaleta kila wakati vita hapa mwii eneo ya mashariki ya nchi yetu. Sasa huu oh, mkataba ama utekelezwaji unaanza saa ngapi na siku gani hivi? Eh, tumesaini leo eh, wa, wa, tumetia na mechanism tumetia eh, nani timu ya kufuatilia ile vitu, mjuma moya mjuma moya watakutana na kuanza kuheshimisha ceasefire, kuanza kuheshimisha hiyo mkataba ya kusimamisha vita. Kwenye huu mkataba wamesema kwamba nchi ya Marekani Qatar, e, umoja wa Afrika ICRJ, na M23 na serikali wote watakuwa katika hiyo kamati. Je, unadhani itawezekana? Sisi hicho kenye tunasema na kenye tunajua ni kama tuko Doha na tuko tunaongea na government ya Kinshasa, tunaongea na government, tumesikilizana vitu fulani, na hiyo vitu lazima itendeke kwa sababu government imetuma watu ya oke kule, na sisi tumetuma delegation kule, tumesikilizana kama kuna hii uh, EGVM ni hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, kamati ya ICRN, mm? EGVM ni hiyo ni mechanism ya verification mm? ya kuchunguza kuchunguza kama vita imeshimama. Sasa huyo mwenyewe ataanzisha vita, maanake ni huyo mwenyewe atazibiwa. Sisi What? Unajua, haikuwa mara kwanza tunasema tutaheshimisha ngambo yetu tutasimamisha vita, ndio, hatupendi damu ya Wakongomani, watoto wasichana, wa, wa, wa, wa, wa Kongo, yuti ya Kongo iendelee kumwanga damu, hatutaki. Tunasema vita isimame. Na unajua, unajua, kama tumelomba hii maongezi ya kuleta amani, tumeilomba tangu zamani, tumeilomba tangu tumekata bunagana. Tulisema sisi hatutaki bunagana, hatutaki kukamata maeneo zingine, tunapenda maongezi, mtupatie maongezi Tuongee. Sasa hivi Doha imepatikana, sisi tuko mwile njio, njia ya Doha, na tunabaki hapo. Mchakato ambao Balinda anasema ni muhimu zaidi kwa wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wa wafurahi wafurahi, kwa sababu vita ikishimama ni vizuri, ni shangwe kubwa mm, mm, shangwe kubwa, vita imeshimama. Sasa Wakongomani tutaikala, tuongee, tutafute amani, tutafute kujenga nchi yetu yenye imebomoka sana Ndiyo, mtazungumuza na je, mtaondoka maeneo yenu ambao mta kuzungumuza ama bado mtabaki kila mtu kwenye nafasi yake? Kwa sasa ni kubaki, kwa kila mtu nafasi yake. Katika makubaliano hayo, pande zote zimeafikiana kuheshimu hatua hiyo, upande wa serikali kama vile upande wa M23, makubaliano itakayochunguzwa na serikali ya Marekani, Qatar, umoja wa Afrika, ICHR pamoja na muungano wa ujumbe kutoka serikali ya Kinshasa na AFC/M23.